Nasi tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Hali ya atiati ati inaendelea kugubika aliko afisa wa polisi Benedict Kabiru aliyetoweka kwenye operesheni ya kiusalama nchini Haiti, familia ya Kabiru sasa ikikana ripoti kuwa jamaa yao amefariki na kuwa walipokea tu taarifa kuhusu kutoweka kwake. Na kama Gatete Njoroge anavyoarifu, familia inasema imearifiwa kuwa msako wa kumtafuta polisi huyo inaendelea. Nyumbani kwa Benedikt Kabiru, kijiji cha Dhamanda, Kikuyu, nyuso zilizojaa hofu na maswali zinatulaki. Kwa siku mbili sasa, familia hii imesubiri taarifa zaidi kutoka kwa idara ya polisi baada ya kuharifiwa mwana wao alitoweka wakati wa operesheni Haiti. Jumanne jana ndio nilipata ripoti kutoka kwa e, subcounty Kikuyu epi komada Kaniambia kijana yangu alienda mission. Yeye alipotea na hajapatikana since yesterday. Nimekuwa nikiongea na yeye, tulikuwa tukizungumza na yeye ananiambia bado wanamtafuta, bado wanatafutwa, bado anatafutwa. Familia wanakumbuka mara ya mwisho walipowasiliana na Kabiru akijiandaa kwa kipindi cha kazi usiku. Mkewe anasema saa chache kabla ya kutoweka kwake alinunua zawadi mtandaoni na kumtumia nyumbani. Mimi mwenyewe mara ya mwisho niliongea na kijana ilikuwa Saturday. Kaniambia mama, usijali am coming I even I want to go nataka kukuja I said to you kwa sababu mi nakaa kwa rentos, nitakuja nataka kukusetu ukae mahali pazuri. Sasa tukaachana hivo na tukaahidiana tutaongea nilikuwa nimemwambia ufa imekata haifanyi vizuri. Sasa kumbe ilikuwa ameoda ufa online na ion basi. Uh, aku niambia, niambia tu ni surprise, lakini kufika nikapata yenyewe ni ufa amebuy online, imekuja hapa ikatano, nikaichukua. Sasa ilikuwa ndio tuongee jana, sasa nimwambie vile kuko. Sasa unaona, ndio tukakuja ame, tukaambiwa amepotea, kulingana nao Kabiru aliyehudumu na kitengo cha kulinda mipaka nchini alifurahia operesheni ya kurejesha amani Haiti. Huwa ananipea moyo, ananiambia si pabaya vile. Kwanza huwa ananiambia, anasema sisi ni wanoma, huyo gaidi lazima tutamuua, usiwahi kuwa na wasiwasi. Aliniambia walihamishwa, walikuwa wamefungua kampi ngine mahali ingine mtandao bado wanajaza amekufa, he is not married, sijui nini, mambo mengi so I'm urging, naomba waachane na hiyo maneno kabisa kabisa, mpaka mimi mwenyewe nipeane ruhusa ya mtu kusema kijana yangu amekufa or what I know he is alive and he is alive. Kabiru alitoweka baada yao kuvamiwa walipoenda kuokoa maafisa wengine waliokwama eneo la Pont Sande Jumanne. Kisa cha kutoweka kwa Kabiru kinajiri baada ya afisa mwingine kufariki katika shambulizi tarehe ishirini na tatu Februari. Wakisubiria taarifa kutoka kwa idara ya polisi kuhusu aliko mwana wao Benedict Kabiru, familia imeomba Wakenya kuwa na subira na kusubiri taarifa watakayoitoa. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, kijiji cha Dhamanda, kaunti ya Kiambu.